We, sasa ni Mtaita Mgiriama m... <coughs> okay, na na clear ma my... <coughs> ebu ngoja, ni kwa supposed kuangalia wapi? Ebu anza hii kitu kwanza. Hebu niambie, Mijikenda ni watu wa kutoka wapi? Okay, Mijikenda ni one of the tribe Naweza sema kabila kutoka Coast st hmm? kutoka Coast. I think from Mariakani if I'm not wrong. Chonyi <laughs> Duruma, niko sawa? Um, hmm. Gani tena, gani tena, gani tena, hmm. Ak, okay. I think nimefika mwisho. Okay, um, okay. Najua kuna kitu najua inaitwa kazora from Mijikenda, I think. Um, anything. Um, hmm. Wacha nikwambie kuna wakati nilijipata sehemu za Mariakani nikisoma so nika interact na watu wa Mariakani nikajua wana, wanakula panya wanakula mzoga. Nilijionea yes, si wanashika panya wanakula wana <laughs> wanapika wanashika panya wanapika, but si panya zote, by the way, kuna i think kuna panya so mi sijua, au anajua aje hizo panya? Kuna panya tu specific, si ati hizi panya zote mm. Lakini sana sana shambani najua, kuna, kuna panya zokuwa shambani kisikia, yeah. Mnazi kitu ya kwanza pombe, sababu kuna ile mnazi inalewesha, kuna vile huwa inatengenezwa Inalewesha alafu kuna nazi nazi ya kupi, kupika chakula. Nataka kuongea hicho Kiswahili leo, kuna, kuna nazi ya kuna kupika chakula na kuna ya madafu ya kunywa wakati unajivinjari yeah. Hiyo kileo kuna vile hiyo nazi ina I think ina kuwa fermented ha? I think huwa inakuwa fermented ina inatumika kama pombe telekwi Kaitsungurirwa, okay, hiyo sijui meaning yake. Tele ni zaidi alo, like, tele teletele. <laughs> Sindio, something mingi, yani ni mingi mm. Hizi hey, zenyu nazo isa inasoma aje? mm ai he wacha niende namba 3 wacha niachane na namba 2 inakaa ngumu ivumayo kaichesa kuvuma kuvuma ni mm, kuvuma ku he, he. kuvuma imenipita

Okay, zimenishinda. Mulungu ni Mungu. That one I know. Mrima jirani yunguira gwake, yunguira, mlima wa jirani oh. <laughs> Unaanguka kwake. Naendelea, si ndio? Shikari wa geti kapewa godoro, askari wa geti amepewa godoro <laughs> we ok murwa murwa chakwe kana kondo na eh, kuro bwiri karambwira hacha hacha eh, eh. Nyungu it iceka nzaya nyungu ni pot, iceka that one I don't know. akutesae nde akuhenzae anayekutesa ndio anayekupenda. Nzulo <laughs> rina nguvu, Nzulo rina nguvu. I think the tang iko na nguvu Nzulo. Okay, sawa. nguvu ya manzi ni mawe, nguvu ya maji ni mawe <coughs> mwana mhumizi mhumizi werwa chakwe na cha munziwe mwana mhu minzi werwa chakwe na cha munziwe. Mwana ino ni mtoto muhumizi werwa chake na cha mwenzake. Najua hiyo. pa majembe gachikala hamwenga kagaricha kugongana majembe majembe majembe mawili yakiwekwa pamoja huwa yanagongana mtegemeaye chandu... chandugu wefama mtegemeaye chandugu ye hufa maskini kachaka kachaka ela Chihalo chinafutika. Haba na haba ujaza kibaba. <laughs> <laughs> Okay, unajua vile imeji nini taha <laughs> <Bile. laughs> Ni kukegwa na ma mahe. Mahe ni mawe. Mate. Oh, ma sorry, mate kuria kuriaria ni kuzika, kuzikato kulialia kuriaria sawa napenda vile wao huongea and then Napenda vile huwa hawana haraka. Generally, watu kutoka Coast wa haufanya mambo yao kwa utaratibu bila haraka mingi. Yaani, ni watu wa pole, ni waenda pole. Naweza sema hivyo. Um, sana sana ningependa wanawake kutoka sehemu ya Mijikenda wajitume pia, wasiwe ni wale wanawake wa kukaa tu kwa nyumba kuanza kupika kuanzia asubuhi hadi jioni wanapika, wajaribu kujituma kutafuta kazi ama kutoka kufanya mambo mengine ili waweze kuimarisha uchumi wa nchi yetu. <laughs> Wasikue ni wale wanawake wa kukaa na kuletewa, sababu waume wao sana sana ndo hautoka, unapata wanawake wao wako wako tu.